Kwa wakati huu hapa, tuelekee katika zilizobamba, sehemu ambayo tunapata uh, taarifa mbalimbali za mitandaoni ambazo zimetrend, na mtu ambaye anakuja hapa ni Ali Bakari Mufti, e, mtu ambaye kiukweli kabisa, eh, mangula ikiona iki hapa sasa hivi anasema mangula stand up eh. Lakini bila kusahau unguja wanajivunia <laughs> wanaye naye ah. Naonaje unajua, huu muungano inabidi tudumishe Mufti, uh, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Mufti, karibu sana asante sana unajua, Mufti i <laughs> okay. Mufti. Uh, Mufti. Uh, mufti, yes. Kuna mufti wa Tanzania ndio ambayo yeye kupatikana kwake, uh, watu wali Wali, alichaguliwa Biyo kwenye watu ambao wa, walikuwa wana haki ya kumpigia kura wakamchagua, mm. Lakini kuna mufti wa watu yani, watu wakaamua kwamba huyu bwana e, tumuite mufti, ndio mimi hapa <laughs> <laughs> <Ally Bakari laughs> kuna, kuna mufti wa Tanzania ambaye pia ni Sheikh Mkuu wa Tanzania. Tanzania mimi ni mufti baada ya watu bwana, yeah, na uzuri hili jina limeanza toka zamani sana ikiwa mdogo sana ah. Yaani, uh, Karibu basi. Asante sana. Yes, tuende moja kwa moja katika mitandao ya kijamii. Yes, tuangalie ambazo zimebamba huko. Unafahamu ya kwamba jana ilikuwa ni siku ya moto kweli kweli, tunaweza kusema hivyo, hasa katika viwanja vya michezo. Na moja kwa tuna moja tunakwenda moja kwa moja katika uh, hili hapa ambalo lilitokana na mchezo ule wa CAF Confederation Cup ama Kombe la Shirikisho Uh, barani Afrika ambako Simba Sports ilikuwa wageni dhidi ya Al Masri kule Misri na mchezo ulimalizika kwa matokeo ya 2-0 kwa Simba kupoteza, lakini huo ni mchezo wa mkondo wa kwanza. Na baada tu ya mchezo kumalizika, Ahmed Ally ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa timu hiyo akaandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akasema, nusu fainali tunayo wanangu. Yani, yani wala yani usiingie usi, usi, usi, usi mchechetu yani, kwamba kirahisi kabisa kwamba nusu fainali tunayo na hapo sasa ndio hebu okay. Yani, soma tena nusu fainali tunayo wanangu, sasa hapo ndio namkumbuka eh. King Faida mm. Nawaona wanangu, nawaona we Simba <laughs> eh. Naona ah. Nawaona eh. Eh, kwa hiyo kile kispika kinatembea hivi, King Faida, nawaita watu hapo. Yes, ni kweli eh, ni kweli. Na nafikiri Ahmed anasema ana, hivyo kwa sababu ya historia ya Simba Sports hasa inapokuwepo katika dimba la Benjamin Mkapa. Unakumbuka katika mchezo wa ligi ya mabingwa dhidi ya Nkana Red Devils mm. Wakati huo mm, Nkana ikiongoza mbili moja kule nyumbani. Mm, alafu ilivyofika hapa Tanzania ikaanza yenyewe kupata goli. Si ndio? Alafu mwisho siku ipata bao. Yeah. Yeah. Walter Bwalya hapa yeah, katikati kuna mtu yeah, anaitwa Harrison Chisawa. Yeah. Yeah. Alafu mm. alikopo na Leonard Kampamba Mubanga. Mm, mm, eh, mm, Kelvin. Yes. <laughs> wasai, wasai. Ohio, uh, kwa hivyo kwa matukio hayo Simba Sports inaona kwamba kupo uwezekano kabisa wa kuweza kusonga mbele hapo. Yes, ni tarehe tisa ya mwezi huu hapa naitwa tu uwanjani pale kwenda ku support Simba Sports ili iweze kuvuka hapo. Twende katika post nyingine tuone nako kuna nini. Yes, hayo ni ya kombe la shirikisho. Sasa turudi hapa nyumbani, NBC Premier League. Nafahamu ya kwamba takriban wiki nzima ilikuwa inazungumzwa mechi hii na Tabora ilizizima kama si kusimama, lakini jana shughuli ikaisha, Young Africans ikashinda magoli matatu kwa sifuri dhidi ya wenyeji wao Tabora United. Na baada ya mechi usiku, usiku kidogo, alikama ka post picha hiyo ambayo ilipatikana kabla ya mechi baada ya yeye kuwasili, kwa sababu alitangulia yeye kufika mji wa Tabora, na katika hamasa, hamasa ilipatikana hiyo picha, lakini ameandika Minister of enjoyment uh. Hayo ni mambo ya Ally Kamwe kuhusiana na mechi ile. Unataka kusema neno uh? <laughs> Mike, mbona unacheka hiyo <laughs> wizara mpya. <laughs> <laughs> Uh, sema sema kwa sababu uh, Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, mm. uh, pamoja na katibu mkuu wa wizara ya michezo mm. anasema kwamba wizara ya michezo ni wizara ya furaha, yaani kwamba huku burudani, yaani burudani, matukio yake nini, mm. kwa hiyo yupo katika wizara tayari aya mm. Huyu ni Ally Kamwe baada ya mechi kumalizika. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenyewe tuone kuna nini, uh, tuone zilizo banda, eh, bamba katika mitandao ya kijamii sasa. Nikukumbushe tu ya kwamba baada ya muda mchache kumalizika kipindi hiki cha viwanjani, utaishuhudia draw ya robo fainali na nusu fainali ya eh, CRDB Bank Federation Cup na tayari eh, kuna kijana mmoja anaitwa Innocent Okama anatoka pale TFF ameshaingia katika jengo hilo. Kwa hivyo usitoke ama usibadilishe uh, channel yako. Hapo hapo Azam Sports One HD utaweza kushuhudia uondoa uh, uh, majira ya saa sita uh, kamili baada tu ya kipindi cha viwanjani. Hapa hapa utajua timu yako inaenda kucheza na timu gani. Tutoke hapo twende uh, katika ukurasa mwingine na kwenyewe tuone nako uh, kuna nini. Yes, hawa hapa ni Tan Football ama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na huyo Innocent niliyemtaja ndiye anatoka ama ndiye aliyetuwekea hizi hapa. Nini anatukumbusha? Ama TFF anatukumbusha nini? Ni kwamba hizi ndiyo team ambazo zinakwenda kufanyiwa draw hapa ambazo zitacheza robo finali na pengine baadhi yake hapa uh, kucheza nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Timu yako unaiona hapo bila shaka itakuwa unaiona kama uioni basi msimu ujao. Basi... Angalia, angalia komenti ya kwanza hiyo. <laughs> Let bana, lete dabi bana, msilete vya poti a na poti b, watu wanaita anaitakada watu wanaitaka dabi.

Ni kweli kabisa Yes. hayo <laughs> yeah, yes, <laughs> ni uh, ya yeah, CRDB Bank Federation Cup tutoke hapo tuende katika posti nyingine, tuone na kwenyewe kuna uh, nini waza kushuhudia kuona zile ambazo zimebamba katika mitandao ya yes, in Africans, baada ya kuimaliza shughuli kule uh, Tabora. Sasa wameingia katika ndege na wameianza safari, lakini ndani ya ndege humo uh, kila mchezaji na hata maafisa ama wabenchi la ufundi wakionyesha hizo ishara. Au si tatu, tatu. Nah, nah. Eh. Eh? Eh, yeah. Alikuwa eh, wow. Eh. Eh. Anamaanisha nini? Sema, nimeona ni bora Tabora, eh, aliwafunga Yanga, angeshinda. Ni bora Tabora aliwafunga Yanga mm -hmm. Angeshinda sangeenda kimya kimya, alivyomfunga alimwamsha kwamba atakapokuja kule, yes, yes au ni Young Africans wakiwa okay, wanarejea sasa. Tutoke hapo tuende uh, kwenye posti nyingine na kwenye tuone uh, bana huyu ni Christian Ronaldo uh, wa Al Nasiri uh, na Al Nasiri wamerejea katika mazoezi, lakini uh, wakati anarejea mazoezini hapa uh, akakutana na kiumbe hapa hapa. Ronaldo akaamua kukisemesha, hebu tusikie. na <laughs> wenyewe <laughs> <laughs> wa Alnasiri wameposta Alnasiri wenyewe <laughs> wa Alnasiri wanasema hata paka huwa wanatamani kuzungumza ama kufanya mawasiliano na Ronaldo ni Ronaldo wa Nasir ambayo inashiriki katika ile Saudi Pro League ambayo unapatikana katika channel zetu za sports. Tumalizia na posti ya mwisho kabisa sasa, yes. Ebona. Uh, katika nyakati hizi za sikukuu, huyu aliyevaa kofia huyu hapa, inawezekana usimwone vizuri, lakini huyu hapa yes, huyu aliyevaa kofia ni baba yake Obama, raisi hmm, wa awamu ya 44 wa Marekani. Sasa hawa watoto walikuwa uh, katika kula raha za sikukuu, lakini hapa wakawa wanapata picha ya familia tu. Ndugu yetu huyu bwana alikuwa katika matembezi yake tu ya kupata uh, burudani tu za asubuhi akawa amekatiza nyuma ya hawa watoto ambao walikuwa wanapata picha na yeye akatokea katika hiyo picha. Ye mwenyewe aliomba radhi kwa kuingilia hiyo <laughs> <laughs> picha lakini <laughs> hawa wanafamilia walifurahi sana kwa tukio hilo la bahati mbaya tu. Mzee alikuwa anapita nyuma, watoto wanapata picha, akakatiza mzee ikapatikana, ndo hapo wanaelezea furaha uh, yao ya tukio hilo, lakini aliomba radhi mzee, bado nisameheni jamani, nimeingilia picha yenu ya familia. <laughs> sijui Saidi, ungekutana na hiyo picha nyuma uko anapita Rais Mstaafu uh, kwa bahati mbaya lakini yeah, akatokea yeah akuombe Al kwamba alikukosea? Wewe Al unaitwa nani? Mimi ah, ni Azam <laughs> <Bimini> Azam TV. TV. Mimi ni yes. Wewe unaitwa nani? Mimi ni Azam Azam TV. Azam TV, hiyo video <laughs> haijawahi kuisha utambu. Ukutana nao hata leo bado utavutiwa kuitazama zaidi. Hiyo picha itawapeleka watoto sehemu nyingi sana. Au sio? Yeah, of course. Yeah, sana. Obama eh, alikuwa Obama gentleman, yeah. Uh, yeah. Ni, ni mtu alikuwa kwenye mtoko wake, yes. Yeah. Sio mbaya kuingilia picha ukaomba msamaha eh, lakini eh, yes, yes, for... eh. Hame, ya Barack Obama amefanya issue ya uh -huh, kuingilia, kila mtu ana privacy yake, lakini sasa kinachotokea ni kwamba ni Obama ni rais mstaafu tani na kadhalika. Ukiangalia picha ya watoto kwamba kwenye ni kumbukumbu ili hapo angekuwa ameangalia bayona. Mimi ndo nimemaliza hivyo zilizobamba mitandaoni. Yes, tuendelee tu kuwakumbusha watu ya kwamba leo hii kuna mechi tatu za NBC Premier League, kwa hivyo kama ujalipia kisimbuzi chako, lipia mapema kabisa ili uweze kuufaidi uondo huo. Baada ya muda huo baada ya tunasema eh, saa sita yes, ni draw ya CRDB Bank Federation Cup kwako Saidi sana, sana. Uh, Ali Bakari Mufti, mm -hmm. Ali Bakari Mufti na ungependa siku Ali Bakari Mufti naye atokee katika picha yako huko mtaani <laughs> unaweza kuja kutuambia, lakini muda huu